Shule ya sekondari Kalangalala inakabiliwa na matatizo mbalimbali kwa muda mrefu bila kupata ufumbuzi wa haraka hali inayochangia kushuka kwa kiwango cha elimu kwa wanafunzi. Baadhi ya matatizo hayo ni upungufu wa madarasa, ukosefu wa maktaba na ukosefu wa uzio katika shule hiyo, hali inayochangia mifugo na baadhi ya watu kuingia katika eneo la shule hiyo, jambo ambalo linasababisha utoro kwa wanafunzi. Tupate taarifa zaidi. Shule ya sekondari Kalangalala ambayo mazingira yake kwa sasa yapo jirani na makazi ya watu kutokana na kupanuka kwa mji. Matatizo yanayokabili shule hii ni mengi, ambayo yote yana umuhimu katika kuyatatua. Wanafunzi wanapita sehemu yoyote ile, wanaiona. Kwa hiyo kuna wanafunzi wale wakorofu, nakuta wanatoroka shuleni, wanapita njia hizo ambazo wanaona sio njia rasmi, wanatoroka. Kwa hiyo namna ya kuwadhibiti, kwa sababu hakuna njia moja ya kupita, inakuwa ni ngumu. Hiyo ni athari mojawapo ya kukosa uzio. Ameomba wadau wa elimu na jamii kushirikiana kwa pamoja kati ya kutatua changamoto. Uh, vitu vyangu hivyo nilivyovitaja kwangu na viona ni vya kipaumbele sasa, wao itaonekana ni wanaweza wapi kuna upungufu wa vitabu vya masomo ya biashara, kwa kweli hilo limekuwa ni tatizo. Vitabu vya sayansi sawa, vipo lakini na vyenyewe hajitoshelezi, lakini hasa hatuna vitabu vya masomo ya biashara na, ma, na majengo ku, ya kujisomea na madawati, maana ni ina upungufu sana wa madawati. Baadhi ya wahitimu waliomaliza shule ya sekondari Kalangalala wamerudi katika shule yao waliosoma na kuona changamoto kadhaa. Wahitimu hao wametoa msaada wa mashine ya fotokopi yenye thamani ya shilingi milioni moja. Tukiweza kuanzisha hata kufanya harambee ya kupata kiasi kizuri cha cha cha fedha tunaweza kufanya miradi kama ujenzi wa maktaba. Umeona kwenye shule hii kwa mfano sasa hivi hawana maktaba ya kusomea watoto. Mkuu wa shule ameshukuru kwa msaada huo, lakini pia jamii imetakiwa kuona ina nafasi ya kusaidia katika sekta ya elimu. Sababu shule ni kubwa na tulikuwa na upungufu wa vitendea kazi kama hivi, kwa hiyo naamini sasa hivi itatusaidia kuwa na mazoezi mengi ya kutosha na walimu wataitumia kuzalisha kazi zao na kurudufu kazi zao kwa ajili ya kufundishia. Tushirikiane kuboresha elimu katika shule yetu katika halmashauri yetu ya mji wa Geita ili kuweza kuleta maendeleo katika wilaya, katika mkoa na taifa kwa jumla. Changamoto zingine zinazoikabili shule hii ni vyumba vya madarasa, upungufu wa nyumba za walimu, ukosefu wa maktaba. Salma Mrisho, Star TV, Geita.